Nayo mamlaka ya kitaifa inayotoa mafunzo ya viwanda NITA, imeanzisha mchakato wa kushirikiana na vyuo vya mafunzo anuwai ili kuhakikisha kuwa elimu inayotolewa kwa wanafunzi inafikia viwango vya kimataifa. Kulingana na meneja wa mamlaka hiyo Bernard Onsongo, hatua hiyo imeafikiwa baada ya baadhi ya vyuo hivyo nchini kutoa aina ya elimu isiyowafaidi wanafunzi kitaaluma. Taasisi ya hivi punde kushirikiana na mamlaka hii ni ile ya Don Bosco iliyoko hapa Nairobi, kwa lengo la kuimarisha huduma zake za elimu kwa wakenya vijana. Haya yalisemwa kwenye mkutano uliowaleta pamoja washikadau wa taasisi mbalimbali za elimu hapa Nairobi. Uh, that uh, we are collaborating with our ambition for youth and goal is to create

na mtazamaji na, na baada ya taarifa hiyo uh, tunatua mapumziko mafupi, lakini tukirudi kama nilivyokueleza, hawa ndio ndugu zetu ambao watakuwa hapa studioni. Kama wewe ni muuguzi, kama wewe ni tabibu, kama wewe ni daktari na ungependa kuyazungumza yale ambayo ungependa hawa wawakilishe baada ya vikao vimeanza, tafadhali takupa nafasi uzungumza, maana katika mtandao wa X uh, ukiangalia kwa kweli wamejitokeza sana uh, wale ambao walikuwa wanafanya kazi chini ya mwamvuli wa HC wafanyikazi ambao wame uh, kwa kweli wamesema wametaabika kwa takribani miaka mitano hivi sasa uh, na wanahitaji yale e, e, malipo yao, na anasema kwamba hawataendelea uh, kukubali unyonge huu ambao wanaopitia. Kwanza wapewe kandarasi za kudumu, alafu pili, pia uh, waweze kupata kile ambacho wanastahili kuwa chao. Mtazamaji, ni mengi ambayo takuwa tunayazungumzia baada ya muda usiokuwa mrefu, maanake hali si shwari na kama wanavyosema, kama hii hali haitaweza kufanywa shwari, basi hali itakuwa mbaya zaidi, uh, katika hospitali zetu, maanake wanatishia kugoma, na ujue kugoma katika masuala ya afya sio swala zuri la kulisikia, wacha tu kulishuhudia. Mengi baada ya mda sukwa mrefu.